Mimi naitwa Rajabu Mapusa, ni afisa wa mifugo, niko wizara ya mifugo na uvuvi, kituo cha uchunguzi wa magonjwa ya mifugo, kanda ya kati. Kanda ya kati inahusisha mikoa ya Dodoma na Singida. Mikoa yote hiyo inatengeneza halmashauri kumi na tano. Kazi ya, kazi ya... Kazi ya kituo cha mifugo kanda ya kati ni kuunganisha Wizara ya Mifugo na Uvuvi na halmashauri hizi 15. Kuanzia, zoezi hili limefanikiwa kwa sababu kiwango cha idadi ya chanjo zilizoombwa kutoka na halmashauri ya Mkalama kutoka Wizara ya Mifugo na taasisi binafsi Halmashauri ya Mkalama iliomba dozi za chanjo ya kuzuia kichaa cha mbwa 1500. Kati ya hizo 1500, taasisi ya EAAW imeweza kusupply dozi 1300 na serikali kupitia Wizara ya Mifugo imeweza ku kuwapatia dozi 200, jumla zimekuwa 1500 chanjo hizo wamezitawanya katika tarafa tano tarafa ya ndoguti tumeweza kuadhimisha leo kwa kuchanja mbwa mia tatu na paka 46 zoezi hili lime, limeanza zoezi hili wafugaji wa mbwa na paka wameanza kulizoea kwa hiyo wanyama waliojitokeza wanyama walioletwa kwa ajili ya chanjo ukilinganisha na mwaka jana wameongezeka, na tuna, tunaiomba serikali kuu pamoja na halmashauri na wadau wa binafsi waendelee kuongeza nguvu katika ongeza katika, nguvu katika uchanjaji kwa sababu wafugaji wananchi jamii imeitikia wito kwa ajili ya kuleta wanyama hawa, lakini chanjo zinazokuja ni chache. Kwa hiyo tunaomba kwamba chanjo, zoezi liwe endelevu, chanjo ziendelee kuongezwa, ili tuweze kukava kufikia eneo kubwa, na mpaka ifikapo mwaka ishirini na thelathini tuwe tumeweza kutokomeza kichaa cha mbwa katika jamii yetu. Wito wangu kwa serikali ni kutenga bajeti kubwa ambayo itawezesha kuweza kuchanja mbwa wote katika jamii. Ni kwa serikali za mitaa yaani, wakurugenzi wa halmashauri husika nao kuendelea kuchangia rasilimali dawa pamoja na vifaa tiba katika kuendelea katika kufanya zoezi ili liwe endelevu katika uchanjaji huu, kwa sababu sasa hivi tukiangalia ni serikali kuu ambayo ina, ina, inatoa chanjo kidogo sana, lakini wadau wanatoa chanjo kwa kiasi kikubwa ambazo pia ukijumlisha hazitoshelezi kuchanja jamii nzima ambayo tunatakiwa kutokomeza ugonjwa huo. Kwa hiyo sasa ni vizuri wakurugenzi wakapanga katika bajeti zao na kununua chanjo hizi kwa awamu na chanjo iendelee kwa awamu, sio kusubiri tu Ma, siku ya maadhimisho ya kichaa cha mbwa duniani ili kuweza kutokomeza ugonjwa huo.